Unajua kuna nisumbua sana. Unajua mimi ni nani? Eh, wicked man. Unakaa kwa jua kila siku, kila siku unakaa kwa jua tu. Unaniuliza mimi natoka? Unajua kwanza mdosi alisema nifungulie mtu yote. Nikuambia nani? Nikuambia eh, ni kama nani? Wacha yeah, nikuambie ni ni kiti ya kwanza yeah. Mimi hapa ni kwangu. Ule mdosi wako unasema mdosi wako mwenye, sijui huyo, sasa sijui ni nani ndio mdosi wako. Hapa, hmm, ni kwangu kwanza, kwanza Aa, kunigusa, wacha kunichafua, wacha kunichafua, wacha kunichafua, kunichafua, wacha kunichafua, kunigusa. Unajua hii nyumba ni moja tu we Unajua hii pesa, unajua watu watu matajiri kama sisi hatutaki kelele sana. Umesahau kwa nyumba yako, unajua unanipanga wewe, ndio unanipanga unanipanga, uacha ujinga. Hey. wewe kijana na yeah, kuona sana sasa. fanya hivi mm. Fanya hivi wacha, nikuli kwanza, bosi wako ni muulize Yes, uku yeah, yeah, yeah, okay. Hmm. Sasa nikuulize swali, wewe ndi unaambia udimani wako mjinga mpumbavu, huyu anifungie geti, ataki wana nijua mimi